No mambo vipi mtongo nguvu, ni mimi mtangazaji wako Kivoo TV. Nakukumbusha usisahau kusubscribe channel yetu na ku like na kuacha na ku comment ili kupata habari zinazotrend mtandaoni zaidi na zaidi. Eh, bwana, habari kubwa inayotrend mtandaoni ina mongeri ya Mpanzu. Wengi tunajua Mpanzu ni mchezaji wa Msimbazi ambaye anafanya vizuri sana katika timu ya Msimbazi, na tunajua kabisa amefanya amefikisha finali, si timu ya Msimbazi. Lakini bwana, story ambayo inatrend sana mtandaoni ambayo inaenda sana viral, tunajua kabisa Mpanzu sasa hivi hayupo sawa pale Msimbazi anacheza mpira anajituma, lakini pia mashabiki wanasema ana chochote ni mtu ambaye ajitumi aoneshi uwezo kama kipindi alichokuja pale Msimbazi. Sasa stories zimekuwa nyingi sana kwa upande wake Mpanzu, kwa sababu mashabiki wengi sana wanamsema na kusema Mpanzu ajitumi Mpanzu ana makali yoyote. Sasa hivi yeye kama mkubwa anataka aoneshe ukubwa pale Msimbazi, yao yanaibeba timu kama mwenzake, wanamtolea mfano yeye na Pacome, wanasema Pacome timu ya Yanga ya kawaida sana, lakini anajituma sana Pacome, anaonesha ukubwa, anaonesha uwezo kama Tegemezi pale Yanga Afrika. Sasa na yeye mpanzo anataka kuonesha uwezo pale Simba kama ni mchezaji mkubwa ibebe timu. Sasa tunavyosemekana bwana Yanga wanagombanisha kwa maksudi ishu ili wamchukue mpanzo. Kwa sababu Yanga, mpanzo Kwa sababu Yanga wanamtaka kinoma noma, ni mchezaji ambaye kusema kweli ana CV kubwa sana ya kucheza timu yoyote. Sasa timu ya Yanga inamtaka mpanzo na imepania kikweli kweli, kwa sababu ni mchezaji mzuri sana, afu ana uwezo mkubwa. Kwa hiyo wenyewe Yanga wameona kabisa akija pale Yanga akacheza na Pakome itakuwa ni bonge la timu, itakuwa ni kikosi kikubwa sana, itakuwa timu ogopeka sana kwa sababu mpanzo anaujua mpira kinoma noma. Ukija kwa pakome ni baraka. Kwa hiyo akija kucheza pacha wa watu, itakuwa timu inaogopeka sana. Kwa hiyo, Yanga wanatumia ujanja kumgombanisha mpanzo na mashabiki wa Simba na timu ya Simba nzima ili wapate kumchukua mpanzo mpanzo, ili asuse timu aende kule Yanga. Kwa hiyo mambo amekuwa ni mengi sana, Yanga ni wajanja. Mtongo Nguvu, usisahau kucomment na kulike na kusubscribe channel yetu ili kupata habari zinazotendi mtandaoni zaidi na zaidi. Yangu ni Mtongo Nguvu, asante sana.